Chama cha mawakili nchini LSK kimefunga mara moja baadhi ya afisi za mawakili mjini Malindi kaunti ya Kilifi ambazo zinadaiwa kuhudumu kinyume cha sheria. Akizungumza mjini Malindi, naibu rais wa chama cha mawakili nchini Mwaura Kabata amewaonya baadhi ya mawakili gushi wanaoendeleza shughuli za uwakili bila ya bali hitajika akisema kwamba watachukuliwa hatua kali kwa mujibu wa sheria. Kwa upande wake mwenyekiti wa kemu, chama cha mawakili mjini Malindi Kiponda Mwagandi amedokeza kwamba mawakili hao wamekuwa wakilaghai wananchi kwa kutoa huduma ambazo hazijaruhusiwa kwa mujibu wa sheria za chama cha mawakili. Madhumuni ya kukutana leo ilikuwa tu, nimewaalika kwa kuja wanisaidie, maanake tumekuwa na visa vya mawakili gushi ambayo wanatatiza wana, wana, wana ama wana, wanaibia wananchi na kufanya kazi za wakili wakiji, wakiji wakijipotray kama hao ni mawakili na ilhali hawana vyeti. Hivyo basi, wanapeana services ambaye ni substandard, na tumekuwa na malalamiki, na ndivyo nikachukua hii hatua ya kuandikia national office ili waje wanisaidie katika mchakato wote wa kuchuja ama kuidentify hao watu ambao wako katika, wanafanya hizi kazi za za wakili gushi. There is a committee that has been given the mandate to be to do between inspection of law firm outfits to confirm that indeed they are adhering to the standards on how a law firm outfit should be and the most important thing of an outfit of a law firm is it should only be manned managed and run by an advocate.

But the next time it will be your day. Naam, sodak tam mtazamaji, taarifa hiyo ndio